Na mtazamaji, tulianza safari ya kuweza kuzungumza masuala ya kisiasa katika maeneo mengi tu hapa nchini Kenya. Tukaanza kule Mlimani, alafu baadaye tukazungumza kule magharibi mwa Kenya, na sasa hivi tuko hapa Nairobi, na kile ambacho kinajitokeza kwa hivi sasa, endapo gavana, natuangalia ni kwamba, viongozi wanahitaji vikao ili wakae. Wana kila sababu ya kukaa na gavana wao ili waangalie ni vipi wataweza kutumia muda uliosahihi uliosalia kwa manufaa ya yule mpiga kura. Hiyo ndio kusudio lao sana. Kwa hiyo kama litafanyika, itakuwa faida kwa taifa hili. Najua hapa nchini Kenya watu wakiangalia Citizen TV usubiri zile breaking news, kwamba ukiona breaking news unajua kwamba kuna taarifa kushtukiza, na kumsikia Babu Owino amemsifia gavana, ndio inakuwa breaking news. So, inakuwa ni jambo la kawaida kama gavana angekuwa akifanya kazi then tunaweza sema ya kwamba mgala muue na haki yake mpe, lakini huyu mgala unaweza muua na pia haki ana maana yake hakuna <laughs> jambo lolote limefanyika hapa Nairobi, na kujua hivyo ni ya kwamba mheshimiwa Tima ametueleza vizuri, rais alipokuwa akienda round hapa Nairobi ku launch projects za wajumbe wote kila mjumbe hapa ambaye rais alienda kwake alikuwa na project ambayo ilikuwa inakuwa launched, lakini la kushtua ni ya kwamba akukukuwa na project hata moja ya gavana isipokuwa project ya kulaunch chapati. Ilikuwa ni kuomba mashini ya kuchapisha milioni moja ya chapati ili watu wale, lakini gavana ameona ya kwamba hata wale ambao wanapika chapati inafaa wanyang'anywe kazi yao ya kupika chapati. Wale wamama ambao wanapika chapati pale chini, wanapika chapati ili waelimishe watoto wao, ili wapate kodi ya nyumba, ili waweze kupata chakula kwao, ili siku moja huyu mtoto ambaye anaelimisha atamtoa kwenye matope. Lakini Gavana ameona ya kwamba lete machine ili wale wamama ambao wanapika chapo, wapoteze kazi. Nataka nikuambie ndugu yangu Babu, kabla uweze kuendelea kusema swala la chakula ndio e, inaweza kuwa tukao tuwaizungumza kuhusu mashine ya kuchapisha na nini, lakini e, kimtazamo wako uone mpango ambao kaunti Nairobi unaufanya wa kuwapa watoto lishe ni mpango bora kwako, kwa sababu anachokifanya pia sio kibaya kwa, kwa watoto. Hapa Nairobi tuko na bajeti ya 42 bilioni. Bajeti ya chakula ambayo wana, wana, watoto wetu wanapewa kwenye shule ni 5 bilioni 5, billion wazazi pia wanachangia shilingi tano, na kwa mwaka nzima wazazi wanachanga a total of around 380 million. Kwa hivyo tuko na 5 billion 380 million. Kwa hii ukichukua 5 billion bilioni tano, Rashid, upatie wana Nairobi kazi ili waweze kulisha watoto wao, kutakuwa na shida gani? Kulisha watoto sio shida lakini ukichukua bilioni tano ulishe upayane kazi Nairobi, wazazi wapate kazi, vijana wapate kazi, kila mtu apate kazi Nairobi. Hawa watu watakuwa na pesa ya kununua vyakula ili walishe familia zao. Lakini pia kulisha watoto sio shida, kwa sababu shida tu ni moja. Kwa nini unachukua shilingi tano katika kwa, kutoka kwa kila mzazi na hizi kitchen zote jikoni zote ambazo zilijengwa Nairobi. Moja ilikuwa ina cost 57 million Kenya shillings. Kujenga tu hall jikoni na kuweka equipment ni 57 million. 57 million, inaweza peleka watoto wangapi shule? Inaweza peana vijana wangapi kazi? Hiyo ndio shida peke yake. So nikirudi hapa Nairobi, tuko na bora Nairobi, sio Nairobi bora. Gavana angekuwa anafanya kazi bora Hakuna mtu yeyote angetaka kuwania kiti cha ugavana, lakini tunaona ya kwamba kuna nafasi kubwa katika hii kiti cha ugavana, maanake gavana amelalia masikio. Mimi nataka nikueleze ndugu yangu, kushirikiana sio shida. Sisi kama wajumbe tushaketi chini na gavana, lakini kila wakati anakupigia simu, anakupigia simu, mkutane, anaongea juu ya anasa, juu ya sherehe sisi hatuna wakati na hiyo mambo, hayo tulifanya katika university. Sasa hizi kwa lugha ya kimombo inasema ya kwamba the yoke of responsibility that is resting on the shoulders of these leaders is too heavy, ni nzito zaidi yenye hakuna kiongozi yeyote hapa hata mmoja anataka aone anasa na, na jicho lake. Awa viongozi hawalali jana nilipigia jalangu huyu simu saa tisa hii hii asubuhi saa tisa, ananiambia kuna mama alifariki kule Lang'ata, alienda kwenye matanga usiku saa tisa, amewacha bibi hapo, bibi labda hana suspect. Sasa jalasa ameenda wapi saa hizi? Lakini ameenda kuhudumia wananchi wake. Hii inakuonyesha ya kwamba kuna uongozi hapa Nairobi katika ubunge, lakini katika level ya county hakuna uongozi. Na kuna swali nitakuuliza kidogo kabla niweze kumleta Peter Orero. Wajua, pia unapokuwa uh, wewe uko madarakani kama gavana. Alafu kuna mtu anataka kuja kukushauri kuku, kuku, ama kukurekebisha kuku, kuku, kuku ama kufanya nini, kama hajaonesha nia na kile kiti, ni rahisi kumsikiliza, lakini kama ashaonesha nia, wakati mwingine unadhani kuongoza akakutia shimoni, kwa sababu hata mwenyewe kile kiti anakitaka kwa kuna wakati mwingine mnaweza kumlomo gavana lakini nyinyi mshaonesha kwamba hapa pana matatizo, na sisi tunaweza kuwa viongozi mbadala. Hawaamini vipi ukiongozi kama Babu kumwambia kwamba fanya hiki na hiki, wakati anajua nyote mampigania mke ambaye yeye, yeah, anaye na no, wewe unamtaka Rashid. Yule kiongozi bora ni yule kiongozi ambaye akichaguliwa anaita viongozi wengine katika eneo za bunge zingine ili wakae chini wajue shida ya Nairobi ni upi ili watatize. Gavana alituita siku moja tukaenda, na nakumbuka vizuri tulikuwa kwenye ba pale parliament, na hata tulishangaa sana mbona tunaitwa mahali penye tuna Pombe, tunakunywa pombe huko katika parliament, hao wabunge watakuambia. Alafu akatuambia, leteni shida zenyu zote. Na kuambia Rashid, niliandika shida zangu za Embakasi Mashariki kwa full, ikaja tukapatia gavana shida zetu. Hao wabunge watakuelezea. Gavana akasema atatatua hizi shida zote mpaka siku ya leo. Na tena wabunge hao wote watakuelezea ya kwamba utapigia gavana simu atashika simu yako Aa, wote watakwambia. Hiyo inakuonyesha ya kwamba hatuwezi ongea. Hata Bibilia inasema, Mwenyezi Mungu anasema, watu wangu kujeni tukae chini tu zungumze tuongee tujadiliane, lakini hii yetu ya Nairobi kuna shida, Rashid, mimi si maneno ya uongozi, mimi bado niko na umri ambayo iko pande yangu. mm -hmm. Lakini nikiona nafasi kuna shida Nairobi na mimi ni kiongozi bora, mbona nisitatize? mm -hmm haya mashida ambazo zinakumba wananchi wa Nairobi. Nikiona mama kule Starehe ambaye amo anafanya kazi nzuri sana, anaangaika akiuza mboga, watu wa Kanjo wanakuja na rungu wanapiga hii mboga, mtu anauza sausage na mayai boilo Gavana anatuma watu watu wa kanjo na umeona haya. Lakini kwa sababu wanagongwa ngoja nimalize. Sababu wana, wanakiuka kanuni za. Unajua pia kuna kanuni za kaunti. Ngoja kueleze. Ni lakini, ya kue, lakini ya ku, lakini ya e lakini eh semu gani za kutofanya, Kwa hiyo pia wakivunja sheria. Uko na bajeti ya 42 bilioni ya kujenga soko masoko watu wawe huko. Na pia usikose heshima kwa binadamu. Mm. Usimwage chakula. Watu wanalala njaa hii hapa nchini Kenya. Watu hawezi ona breakfast lunch ama sapa, lakini wewe unaenda unagonga sausage unagonga mayai zinamwagika. Basi si watoe kwa heshima, jalasa nasemanga utu, utu na watu utu. Ilienda wapi kwa hii serikali yetu ya kaunti? Na mtarudi hapo tuweza kuzungumza na Bobo uh, wabobino, na pia vile vile tuna haja pia nyinyi kama wabunge, maana kwa wananchi wanaokuja kufanya biashara pia wanatoka katika maeneo bunge, muambie tu sehemu gani ya kuweka sehemu zao za chakula na ama sehemu gani wametengewa soko. Wengine watakuenda soko, tutazungumza maana kwa soko haiko Nairobi, hakuna <laughs> soko inafanya kazi hapa Nairobi, tutakuja kulizungumza Bobo Wino baada <laughs> ya muda sio mrefu. Twende kwa uh, Peter Orero, ambao ni kwamba unawakilisha sehemu ambayo ina mahitaji mengi, unawakilisha sehemu ambayo ina ndoto nyingi na ukiangalia uh, wakati mwingine unapoizungumzia Kibera ukizungumzia muundo wake kidogo unasikitika kwamba watu wamependa kuona maisha yanabadilika na kila kitu kinabadilika. Hii kwako kwa imekuaje kwa ushirikiano na wale ambao unawahitaji kubadilisha hali? Asante sana. Unajua, nimekaa nikiangalia constitution ya Kenya hii, ugatuzi devolution ikiletwa, nafikiri muda imefika nafaa turudie tena tuangalie hizi acts hizi za devolution, the policies kwa sababu magovernors wengi wakiingia pale, au unaona kwamba wabunge sio watu wa kushirikiana nao, wanaona wakae tu na ma MCAs na pengine senators, kwa sababu hao ndio wanafanya oversight kwao sisi wabunge wanatuona kama maadui kwa sababu sisi tuko kwa national government. So hii katiba, hii ugatuzi ileletwa juu devolution lazima iangaliliwe tena, kwa sababu wabunge au, au ma MCs pia wako kwa constituencies za wabunge. Na inafaa wa governors wote lazima wakuwe na wabunge chini hata wakitaka kufanya public participation, wabunge ndio wanaelewa constituencies zao. Mimi kama Kibra tuko na mambo mengi sana. Kibra kwa miaka mingi hatujawahi kuwa na barabara. Hizi government zikikuja, kwa sababu Kibra imekuwa constituency ya opposition, watu wa government hii maserikali zimepita, wako wanatengeneza barabara huko Kibra. Mahitaji ya watu wa Kibra ni mingi kwa sababu ni informal settlement. Social amenities hatuna, hatuna ma vyoo, choo ukitembea kuna hata kuna kupata choo hivi ni ngumu sana. Kuna mahali huwezi pata choo, na hizi ndio kazi inafaa ugatuzi ungelete. Na unahisi vipi kwamba karne ya sasa kuna Mkenya anaishi mahali ambao kuna choo, unahisi vipi kama ambaye una...? si ndio nakwambia, ni kitu kama develop kama Kenya, sasa hivi tumekuwa na uhuru ya miaka mingi, haifai tuwe kama tukwe, na sehemu hii nchi pale bado hatuna vitu kama hivyo social amenities, na ingefaa hii devolution, governor mwenyewe ugatuzi ingeleta mabadiliko kwa maisha ya wananchi sana, sana those who are living in informal settlement. So hapa Nairobi nikiangalia hii ugatuzi governor ofisi yake wangeshirikiana sana na wabunge tungekuwa na developments mingi kuliko vile iko sahii, lakini sasa, ukitembea mambo ya social kama ma, ma fails, unajua watoto ni wengi, hakuna pale pa kuchezea, uh, ECDs <coughs> kwa kila constituency ni kazi ya, ya ofisi ya governor, ECDs na unakuta some constituencies hata ECDs hatuna I mean so mimi ningependelea kwamba lazima tuangalie hii katiba. mm -hmm. Imefika wakati sasa lazima tuangalia tena katiba, tuone what will MPs also to contribute towards development of the county. Sio kazi yetu tu, tumesema ni legislation oversight na representation. Unajua, MPs watu wote wanategemea MPs. Ukitembea huko chini kwa constituency utakuta hakuna mtu atatoka aende kwa gavana amsaidie. Kwanza anaanza na MPs sisi tu. Kwanza sisi wa Nairobi ni vibaya sana, tukitoka hapa, constituency yangu iko hapa lazima niingie constituency huyo akitoka, wengine wanatoka huko mbali, kitambo warudi ni wiki moja. Sisi wa Nairobi hapa ndio inchi. Hapa Nairobi ndio inchi ya Kenya, so inafaa tukue na mabadiliko sana tukie tu. Unaona hawa wawili sasa, hata sijui muliarenji, mulijuaje Babu na timu ndiyo gavana, si unaona vile mmeweka mbele yetu, mulichagua <laughs> <laughs> <laughs> eh, mkaona sisi, wao ndio mmeweka mbele yetu, wao ndio gavana, na hata tunawaambia siku ile watakuwa pale. Wasikue, kama wengine. Unajua, hii kiti wengine wanatafuta kiubinafsi, mm -hmm. Sio kusaidia wananchi wa Kenya, mm -hmm. Lakini sisi kama wabunge wa Nairobi tumejitolea kwa sababu tunataka ku, ku -raise the living standards of Kenyans. <coughs> So mimi naonelea sisi hatujakataa kukutana na gavana. Gavana ni rafiki yetu. Naam. Akituita sisi tutaenda, akituitaji tutaitika lakini bado hajatuita sema kitu. Nafurahi kwamba unasema wewe unajua kwamba Babu Owino anataka ugavana na mm, timu yoyote anataka ugavana <laughs> na wengine wote pia wakasema wanalijua hili tukuje, tuweze kuangalia hili <laughs> nalo pia linachangia vipi <laughs> katika siasa ambazo zinaendelea hapa kaunti ya Nairobi, kwa sababu mtu yoyote, binadamu yoyote, unapokuwa unaishi mm, mahali una wadhifa alafu unaona kwamba kuna watu wengi wanaumezea mate, sio rahisi baba Vaa viatu vya Sakaja mahali alipo, angejua kwamba miongoni mwa wabunge karibu wanne wanataka kiti, ungetaka ishi vipi? Nitakuja nizungumza baada ya muda si mrefu kwamba lazima ushirikiano upatikane, lakini pia gavana angependa uwazi, na wale watu ambao wataka kushirikiana nao ndio wajue kwamba sasa hivi ni maendeleo, wakati wa siasa ni baadaye. Mengi baada ya muda si mrefu.